Mnaijua ile staili ambayo mzazi anamvuta mtoto mchanga mafua kwa mdomo wake, yaani kute, hizi ndio pua za mtoto mchanga, anaweka hapo mdomo, anavuta. Umeshaonaga hiyo eh? Na wengi tulifanyiwa zamani, lakini siyo sasa. Jamani, hiyo hairuhusiwi na haifai kabisa, kwa sababu sasa hivi elimu ziko na watu wengi wanapata uelewa kuna hatari kubwa sana ya kuvuta makamasi kwa mdomo jamani, haifai, hairuhusiwi. Mzazi anaweza akamwambukiza mtoto bakteria au virusi, au pia mzazi akaambukizwa kutoka kwa mtoto. Hiyo ni ya kwanza. Kuna uwezekano wa kupeleka mate au hewa chafu kwa mtoto. Sasa ile mzazi wakati anavuta wakati mwingine mtoto anaweza kaa na alikuwa anaingiza hewa. Alafu sasa akaingiza ile mate ya mzazi. Kwa hiyo unasikia mtoto anaanza kukohoa na kumletea shida jamani. Hii e, sio salama. Ah ha, kitabibu hapana, hapana, hapana. Haitakiwi, haitakiwi. Ni nini utumie vikusaidie kuvuta uh, makamasi kutoka kwenye pua za mtoto ambazo zimeziba. Kabla ya yote kipimo chetu ni kile kile cha ovulation test strip. Tunakuishi kuwa mama na kuwa mama ni lazima ufuate taratibu ambazo zinatakiwa. Moja ya taratibu ni kujua vizuri mzunguko wako na kutumia ovulation test strip kujua siku zako ambazo ni za hatari, ambao kuna kuwa na uhakika yai limepevuka na unaposhiriki unakuwa na zaidi ya 95% ya kupata mtoto. Karibu ununue nasi ovulation test strip ambazo tutakupa maelekezo yote namna ya kutumia na jinsi ya kukusaidia. Karibu sana. Tumia bulb syringe ambayo ni aina ya, ya baluni uh, ndogo fulani vya mpira. Ile unaikandamiza kwanza, alafu ndo unaingiz, unaingiza kwa mtoto alafu ndo unaiachia, kwa hiyo inavuta kile kitu kilicho ndani. Kitu cha pili ni nasal aspirator. Hii hapa unatumia mdomo wa mzazi, lakini kuna filter ambayo ina filter bakteria, virusi na mate kuingia kwa mtoto. Ni salama na ni teknolojia mpya. Hii ni nzuri zaidi kwa wale watoto ambao ni wachanga sana. Electric naso aspirate, ambayo inatumia battery au inatumia umeme, na hii ina uwezo mzuri wa kuvuta kwa nguvu bila kumuumiza mtoto, lakini pia inapatikana kirahisi na ni teknolojia ya kisasa kabisa na nzuri sana. Zingatie haya: usimvute mtoto kila saa, kuepuka kuharibu utando uh, wa kawaida wa puani kwa mtoto. Na unapoitumia hii action unatumia nasal drops, ile yale maji ambayo mnaweza kapa mtoto akiwa na mafua ya uh, kuweka puani kabla hujavuta. Kwa hiyo kisha lainisha, ndio unaingiza kuvuta na kuwa rahisi sana na pua zinachia. Asanteni kwa kunisikiza na wapenda sana, until next time, bye bye.